Wizara ya Afya imethibitisha uwepo wa wagonjwa wawili wanaoumwa ugonjwa wa mpox. Sasa leo nataka niende kitani zungumze na wana wao, wakisikia neno mpox wanaelewa nini. Mimi naitwa Aloni Munga, bwana shamba mtembezi, kijana wakaliwa kutoka Tabora, Tanzania na hivi ndivyo ambavyo na kwenda kuwasaka vijana waweze kujua wao wanaelewa nini. Mweni nani? Uh, naitwa Fred Mselu, ukisikia hmm, neno mpox unaelewa mpox na hisi ni kama yeah, nimesikiasikia hapa juzijuzi nahisi nice, kama nika ugonjwa fulani kameibuka juzijuzi juzi hapo, yani ile wanasema kuto kunani, yani ile ukaribu distance poa, uko poa. Unaitwa nani? Amina, umepoa <laughs> <laughs> <laughs> hey, kwana, ukisikia neno mpox mm, unaelewa nini? Mpox ugonjwa. Ugonjwa gani? ugonjwa unaosababishwa na, unaotokana na wanyama. Yani mi naitwa Kevin Temba. Kevin, ushawahi kusikia neno mpox e? Mpox nimesikia. ni nini, mpox? ni ugonjwa ambao kwa mujibu, na kwamba unaambukizwa kwa njia ya mgusano au kama mfano kama mtu katumia kitu kama labda kikombe, na ukienda ukitumia vitu kama hivi, mkishia zile contact, ndo unaambukiza kwa njia hiyo mambo na inavyojua mimi ni ugonjwa, ni ugonjwa fulani unavimba kwenye ngozi kama matetekuwanga, japo sijajua unatokana na nini, sijafuatilia. Eli Juma Mwangambako, yeah. Ni ugonjwa ambao una dalili, yani, ukimpata mtu dalili zake zinamtoka mapele kwenye ngozi ni ugonjwa ambao unatokana na wanyama, kwa mfano nyani na kadhalika. Uh, wewe ukisikia neno mpox unaelewa ni nini eh? Ukisikia neno mpox unaelewa mpox eh? Sasa eh. so, so, kwa shida mimi sijasoma sasa, sijui hata hiyo mpox, lakini ndio maana yake nini, sijui. Ushawahi kusikia lakini sijawahi kusikia mpox, labda kwa Kiswahili tuniambie maana yake. Ah, mmm sawa. So, wewe unaitwa nani? Naitwa Mr Tony. Mr Tony, ukisikia neno mpox unaelewa nini? Mpox nafahamu ni ugonjwa ambao ni unatokana na virusi inayotokana ni na, na, na nyani. Ni ugonjwa unaotokana na nyani ambao chanzo chake umeanzia na, na DRC Congo, na hata sasa inasemekana hata pa Tanzania kwetu, hususan mkoa wa Dar es Salaam, inasemekana tayari nako kuna maambukizi tayari, baadhi ya watu inasemekana huko. Nani mwana? Naitwa Esau. Esau. Yeah. Ushawahi kusikia ugonjwa unaoitwa no Mpox? Mpox. Mm. Hapana. Haujawahi kusikia? Sijawahi kusikia. Hata siku moja. Eti Mpox maana yake ni nini? Wewe ushawahi kusikia hilo neno? Eh, sio tangaza kesi. Ni nini? Si ugonjwa. Wa ugonjwa wa nini? Ndio hivi, sundo sundo sio anasema. Eti ushawahi kusikia neno Mpox? Mpox. Mpox. Mpox. Mpox sio geni nalo sana. Sio geni ni eh, nini sasa Mpox ni ni ugonjwa wa na nani wa nani wa nini? Nini naitwa nani? Joanita Joanika? Joanita, okay. Eti mpox Mpox ni nini? homa ya nyani? Ni homa ya nyani. Ndio unaijua homa, unaijua tu kwa kuisoma. Ushawahi kumwona nao mtu hata mmoja? labda kwenye matelevisheni uko tunapoona, ah, kwa mara nyingi inawashika nyani tu eti Hapana, hey. Nimeacha hivyo lakini nashika binadamu. Ah, okay. Haya bwana bwana. Hawa ni wana ambao nimebonga nao mastori, wameeleza namna ambavyo wao wanaelewa tafsiri ya neno eh, mpox, na wengine wamesema ni ugonjwa unaotokana na mnyama, lakini wengine wamesema hawajawahi kusikia kitu kama hicho. Itakapofika mida saa tisa alasiri mpaka saa kumi na mbili pale wakati wa kivuleni utapata elimu juu ya masuala ya ugonjwa huu wa mpox, ugonjwa ambao tayari kwa nchi yetu Tanzania imethibitika, watu wawili wamekutwa na maambukizi ya ugonjwa huo. Atakwepo ahazi mvela alo ni munga, pia mimi hapa kijana wakaliwa kutoka Tabora nitakwepo, lakini pia, bila kusahau DJ Speedy atakwepo, tukutane kivuleni Kivulini.